Mtazamaji, habari za asubuhi. Leo ikiwa ni siku ambayo kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu ikisomwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Wakili msomi Bonifasi Anyisire Mwabukusi ameendelea kulia na swala zima la utekaji. Ameandika asubuhi hii katika ukurasa wake wa Facebook akisema suala la utekaji lipo na kwamba viongozi hawachukui hatua stahiki kukomesha utekaji. Lipo dhahiri kwamba watekaji wanalindwa zaidi kuliko wananchi, hilo halina ubishi, kwani mpaka sasa mamia ya Watanganyika yanazidi kupotea na kutekwa, lakini hakuna tone la mtekaji lililotikiswa. Bonifasi Mwabukusi anaendelea kwa kusema Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linakasilishwa na machozi ya wahanga wa utekaji na dhuruma, wakiitwa kenge badala ya vitendo ya kikatili vya watekaji na dhuruma ya maisha ya Watanganyika. Anaendelea kwa kusema huu ni ukatili na uonevu usio mithirika, lazima mtatoa hesabu kwa kila dhuruma mlioifanya. Anamalizia kwa kusema tunamtaka mdude akiwa hai Tutafanya jitihada za ndani na nje, kwa kudra za mwenyezi Mungu, ili kukomesha dhuruma hii. Tumechoka kutekwa na kutishiwa, tumechoka kunyanyaswa, tumechoka kupuuzwa. Hili ni andiko la Boniface ya nyisire Mwabukusi, raisi wa chama cha wanasheria nchini Tanganyika, Law Society TLS katika ukurasa wake wa Facebook asubuhi ya leo, ikiwa Watanzania wengi macho yao na fikira zao zimeelekezwa sana leo kusikiliza kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Antipasilisu, hivyo Bonifasi Mwabukusi ameamua kumlilia Mdude na wengine akisema suala la utekaji lipo na kwamba viongozi hawachukui tu wastahiki kukomesha utekaji na swala hilo lipo dhahiri. Ameelia kwa kusema watekaji wanalindwa zaidi kuliko wananchi, hilo halina ubishi, kwani mpaka sasa mamia ya Tanganyika yanazidi kupotea na kutekwa, lakini hakuna toni la mtekaji lililotikiswa. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limekasirishwa na machozi ya wahanga wa utekaji na dhuluma na kuwaita kenge badala ya vitendo vya kikatili vya watekaji na dhuluma ya maisha ya watanganyika. Akimaliza kwa kusema, huu ni ukatili na uonevu usiomithilika. Lazima mtatoa hesabu kwa kila dhuluma mlioifanya. Tunamtaka Mdude akiwa hai. Tunafanya jitihada za ndani na nje kwa kudura za Mwenyezi Mungu ili kukomesha huruma hii. Tumechoka kutekwa na kutishiwa, tumechoka kunyanyaswa, tumechoka kupuuzwa. Ikumbukwe hivi karibuni amejitokeza Askofu Josephat Gwajima akikemea swala la utekaji mbele ya vyombo vya vya habari, lakini jana, tarehe 1 mwezi wa 6, mwaka elfu mbili na 25 katika mahubiri yake kanisani, pia hajanyamaza, ameendelea kulisema hilo na kwamba pia hato nyamaza. Mtazamaji, wewe unazungumziaje suala hili linaloitwa la utekaji na watu wasiojulikana? Karibu kwa maoni yako.